Marahaba. Mu hali gani? Mema. Ah, ketini? Asante sana Fatimu Karim. Aya. Tunataka kuangalia matumizi ya eusi. Matumizi ya eusi. Matumizi ya eusi. Aya, matumizi ya eusi. Aya, mfano, ubao wetu ni mweusi. Hii rangi ni nyeusi, kwa hivyo tunasema ubao mweusi, ubao mweusi, ubao mweusi. Aya, tunasema mbwa mweusi, mbwa mweusi. Haya, viatu vy, viatu vyeusi. Aya, kama ni sahani tunasema sahani nyeusi, sahani Haya, kama ni maua tunasema maua meusi maua meusi. Haya, kitambaa tunasema kitambaa cheusi kitambaa cheusi. Haya kidoli, kama ni kidoli tunasema kidoli cheusi kidoli cheusi. Kidoli cheusi. Haya, kama ni suti tunasema suti nyeusi suti hiyo ndiyo matumizi ya eusi. Tunasema mbwa mweusi, viatu vyeusi, sahani nyeusi, ubao mweusi, maua meusi, kitambaa cheusi, kidoli cheusi, suti nyeusi. Acha tuangalie mfano katika sentensi. Mfano wa kwanza tunasema Ubao wa darasa letu ni mweusi. Tusome hiyo sentensi. Ukiangalia hapa, ubao wetu ni mweusi. Ubao wetu ni, ubao wetu una rangi nyeusi. Kwa hivyo tunasema ubao wa darasa letu ni mweusi. Sentensi ya pili tunasema Maua meusi yanapendeza. Tusome hiyo sentensi, maua meusi yanapendeza. Tena, maua meusi yanapendeza. Eh. maua meusi yanapendeza. Haya, mfano wa tatu nasema wanafunzi wamevaa viatu vyeusi. Tuseme wanafunzi wame. Ay, mfano mwingine ni kidoli, tunasema kidoli hiki cheusi kinapendeza. Kidoli hiki cheusi kinapendeza. Mfano wa tano tunasema mwalimu wetu amevaa suti nyeusi. Mwalimu wetu amevaa suti nyeusi. Ay, mfano mwingine, mwalimu wetu amevaa viatu vyeusi. Eh, mwalimu amevaa viatu vyeusi. Mwalimu amevaa viatu viatu vyeusi, hiyo ndio mfano ya matumizi ya heusi. Sasa wewe utanifanyia hii zoezi, sawa sawa <muchas>